Kama shabiki je, tutegemee nini kwenye fainali? Kama shabiki, kuwezwa Mungu tutarajie mazuri kwa sababu siku zote unapokenda katika mechi na matokeo matatu: kushinda, kudraw ama kufungwa, lakini sisi tunachokitegemea kikubwa ni kushinda na kuchukua kombe kulileta Tanzania na kuwakilisha Tanzania katika timu ya Simba, kwamba kuwakilisha Tanzania, kuchukua kombe la kafu watani wamekuwa na maneno mengi sana kwa sababu anasema hiyo hatua sisi tumefika kama medali tumezivaa. Je, una neno gani kwa watani kwenye huu mwaka huu kwenye ligi hii? Me la kwanza ni wambie ubaya ubwela, alafu kama wamefika na sisi hata sisi tumefika na ndotarajio letu kufika na tutaendelea kufika. Na tutaendelea kufika na tutatupitiliza kabisa. Mpaka sasa uwanja uh, wa kuchezwa fainali bado haujatajwa. Je, ungependa ichezwe kwa Mkapa ama ichezwe New Amaan Complex? Mi ningelipendelea sana ukachezwa New Amaan Complex kwa sababu kwanza, ya kwanza ilipo karibu yangu mimi, and then ya pili, hata sisi washabiki wa hapa Zanzibar, ama tuseme kisiwa cha Unguja na Pemba, wengi tunabashasha kwamba kuchezwa hapa, ukiwepo hapa tunakuwa tunaja kwa wingi.